Shirika la Msalaba Mwekundu limesitishwa kufanya shughuli zake katika nchi ya Niger. Uamuzi wa kusitisha shughuli za shirika la Msalaba Mwekundu katika taifa la Afrika linaloongozwa na jeshi la Niger ulifikiwa baada ya mamlaka za nchi hiyo kulituhumu shirika hilo kushirikiana na makundi yenye silaha nchini humo. Kiongozi wa utawala wa kijeshi wa Niger, Jenerali Abdurrahmani Shani Alieleza katika mahojiano na televisheni ya taifa mwezi Mei kuwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC lilifukuzwa mapema mwaka huu. Kwa mujibu wa Shian, uamuzi huu ulitokana na madai kwamba ICRC ilikuwa imefanya mikutano na kushirikiana na viongozi wa waasi. Hata hivyo tuhuma hizi hazijawahi kuwekewa ushahidi wa wazi kwa umma. Kwa upande wake ICRC imekanusha vikali madai hayo. Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi, shirika hilo lilieleza kuwa kama sehemu ya kazi yake ya kibinadamu isiyoegemea upande wowote, huwa linafanya mawasiliano na pande zote zinazohusika katika migogoro, iwe kwa maandishi au kwa mazungumzo ya moja kwa moja. Hata hivyo ICRC ilisisitiza kuwa ushirikiano huu hauwahusishi kuwapatia pande hizi msaada wowote wa kifedha, vifaa au aina nyingine ya msaada. ICRC ambalo limekuwa likifanya kazi nchini Niger kwa zaidi ya miaka 35 liliuelezea uamuzi huo kama wa kusikitisha. Shirika hilo limeeleza kuwa wafanyakazi wake wa kimataifa waliondolewa nchini humo mapema mwaka huu kufuatia agizo la awali la serikali. Pia lilibainisha kuwa jitihada za kufungua mlango wa mazungumzo na mamlaka za Niger hazikufanikiwa. kipaumbele chetu nchini Niger kimekuwa kuwasaidia watu walio hatarini zaidi kutokana na migogoro ya kivita inayoendelea na kufanya hivyo kwa uwazi, uhuru na kutokuwa na upendeleo wowote, alisema Patrick Joseph, mkurugenzi wa kanda wa ICRC barani Afrika. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, takribani watu milioni 4.5 sawa na asilimia 17 ya wakazi wa Niger, wa Niger walihitaji msaada wa kibinadamu mwaka 2024 nchi hiyo inaendelea kukabiliwa na mgogoro mkubwa unaochochewa na ukosefu wa usalama, milipuko ya magonjwa na majanga ya kimazingira. Kuondoka kwa Msalaba Mwekundu kunatarajiwa kuongeza mzigo kwenye juhudi za kibinadamu katika taifa ambalo tayari linapambana na dharura nyingi kwa wakati mmoja. Tangu mapinduzi ya mwaka 2023 yaliyomwondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum, serikali ya kijeshi ya Niger imekuwa ikichukua msimamo mkali dhidi ya mashirika ya magharibi na washirika wake. Hii ni Poa Media.